na makasiriko yako kwa kutekeleza aliyoamrisha Allah subhanahu wa taala na kuepuka aliyo yakataza Allah subhanahu wataala, ala basira kwa ilmu bimaana, na pakuwa na elmu, elimu ndio inakuwa kiongozi wa kukuongoza wewe katika kulifaa jambo ambalo livo kuamrisha Allah subhanahu wa taala, na ukajitekeleza na elimu ndio itakuwa ni kiongozi kwako

Maandalizi yaliyobora ni kumcha Allah subhanahu wataala, bimaana jianda yenu kukutana na mola wenu kwa kufanya maandalizi, na maandalizi yenyewe si mingine bali ni kumcha Allah subhanahu wa taala. Na yule ambaye maisha yake yanaishi kumcha Allah subhanahu wa taala, huyu ndo mbora zaidi kwa Allah, kama vile Allah subhanahu wa taala aliyosema: ta inna akramakum inda allahi

alimwambia Ibn Umar radhiyallahu anhuma, alimwambia kun fi dunia kaannaka gharibun au hadiu sabil, kuwa katika dunia kana kwamba ni mgeni au mpitajia. Kama tunavyofahamu ya kwamba asili ya mgeni huwa hana makazi ya kudumu sehemu anayoenda, pia vile vile msafiri anakuwa hana kikazi maalumu cha kukaa, huwa yeye anapitajia. Kwa hiyo huu ni mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupigia sisi umati wake kwamba duniani si sehemu pa kuweka makazi rasmi ukasema kwamba mimi hapa nimefika. Ishi hapa duniani kana kwamba wewe ndiye au, maana sieke siekelimiti ya kuishi moja kwa moja duniani. Kaona kwamba wewe umefika, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuweka hapa duniani anatuambia kwamba hapa tunapita, inna hadhihi hayatud dunya mata wa inna al-akhirata hiya darul qarar

na matendo mema wamefanya kuwa ndiyo jahazi ya kupita katika mkondo huu ni wa bahari. Kwa dunia ni mkondo wa bahari tunaovuka, Kwa kila mmoja inabidi aiandae aiandae nafsi yake aiandalie nafsi yake kipando cha kuvukia mkondo huu wa bahari ambayo hii ni dunia. Ukiandaa kipando kizuri utavuka kwa usalama, ambayo ni matendo mazuri, na ukiandaa kipando kibaya utavuka kwa ubaya, ambayo ni matendo mabaya. Kuna mshairi mmoja anasema imal liduniyaka kaanaka ta'ishu abadan wamal li akhiratika kaanaka tamutu ghadan, fanya matendo kwa ajili ya dunia yako kana kwamba unaishi milele na fanya matendo kwa ajili ya akhira yako kana kwamba unakufa kesho. Yani mtu anakupa hijadi ya mambo haya mawili, fanya matendo kwa ajili ya dunia kana kwamba unaishi milele duniani, unafanya matendo kwa ajili ya akhera kana kwamba unakufa kesho. Kwa mwenye akili atakaa tatanganua mshairi huyu ana maana gani kusema maneno haya. Kwa maana ishi duniani kana kwamba wewe unaona kwamba muda wote uko duniani na ishi duniani kana kwamba wewe unaondoka muda wote, na hu ndio uhalisia kwamba sisi muda wote tunaelekea kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana maisha yetu yote duniani tuishi katika kulazimiana na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndio makusudio ya huu mshairi, na kama tunakofana kwamba kifo hakuna gereti maalum, muda wowote mtu kinamdiriki katika hali yoyote. Pia mshairi mwingine anasema Sabiluka fid dunia sabilu musafiri walabda minsajili kulli musafirin, njia yako hapa duniani ni njia ya msafiri, kwamba wewe mda wote unandoka. Walabuda min sajli kulli musafir, nawala hakuna budi kwa msafiri kufanya maandalizi. Safari yoyote hata utakapotoka kwenda sehemu fulani utafanya maandalizi ya nauli, uaci familia yako eh, tandaa maandalizi ya safari, utajuta kila mtu atajuta, mwema atajuta yale mema aliyofanya na anaona madogo dogo. Kwa nini sijafanya hili kama ilikuwa sadaka shilingi 5000? Kwa nini sijatoa 10000 yote? Kama kwa nini sijafanya hili. Na muovu hivyo hivyo atajuta. Kwa nini nimefanya? Kwa nini nimemkosea Mola wangu? Huyo ndo maana inatokeana mtu anapobaini amemkosea Allah, asichelewesha toba. Nitafanya, nitatubu kesho. Yaani ana madhambi, ana makorokoro yake ya madhambi, anajiwekea muda nitatubu kesho. Na tuanasaha kwa vijana vijana asilimia kubwa ya vijana umri wao wanaotumia vibaya, wanasema kwamba tunakula ujana. Ujana wenyewe wanatumia kuzini na wanawake, wanatumia kula riba, wanatumia kula kamari, anasema tunakula ujana, unakula ujana. Ile hali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ightanim khamsa kabla khamsi, tumia mambo matano kabla ya matano. Miongoni mwa mambo hayo ni shababa kabla haramik, ujana ulionao kabla hujafikwa na uzee. Kuna <cin> wazee wangapi wanatamani sasa hivi wangekuwa vijana wafanye fursa za ujana lakini hawapati. Na hao walikuwa tunakula ujana, tunakula ujana, matokeo yake maradhi nguu, uzee nguu, la kufanya huna. Kwa hiyo vijana, tumieni ujana wenu vizuri. Huu ni umri Allah ataenda kuwauliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika <Je> hadithi <the> la tazulu qadam ibn Adam bnidam yawma alqiyamah hatta yus'ala an arba'a wa fi riwayah hatta yus'ala an khamsa au tuondoka unyayo wa mtu siku ya kiyama mpaka aulizwe na mambo manne. Katika ruwaya nyingine imekuja mambo matano. Miongoni mwa mambo hayo, an umrihi fi ma afnahu, kuhusu umri wako, kuhusu umri wako wewe umeumalizaje? Tumekupa miaka ishirini na tano ya kukaa duniani, wewe umeitumia hiyo miaka? Kutaenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Wataala la tusalunna yawmaidhin anin naim, umri pia ni neema, Allah amekupa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyoelezea katika Qur'an akiwa anawasimulia watu wako ndani ya moto anasema, hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal naml salihan ghayra alladhi kunna na'mal ilihai. Sasa moto ushakuwa mkali eh hey, wanapiga kelele kutokana na makali ya moto, ewe hey, mola wetu tutoe, eh hey, na tupe fursa ya kufanya mazuri yale ambayo sisi tulikuwa tuyafanyi. Allah atawaulizaje? awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir ji tuja wapeni umri kupitia umri huo atafakari ndani yake mwenye kutafakari Allah ta'ala, huu umri huu wewe ulionao utaenda kuulizwa. Sawa, uishi miaka 20 uishi miaka 15 uishi miaka mingapi, utaenda kuulizwa. tumekupa miaka kadhaa ya kuishi duniani, uniabudu mimi, Mola wako wewe, umeitumiaje? awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. kwa tunaona, kwa mujibu wa aya hii hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutupa sisi umri tupate kutafakari. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ayyun nasi khairun, mtu yupi ni bora? Amesema, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mtu ambaye umri wake ni mrefu, matendo mazuri. umepoa miaka s umepoa 90, alafu ukiangalia katika orodha yake yote, matendo mazuri. wa ayyun nasi shar na mtu yupi wa shari man tala umru wa saa amalu umri mrefu matendo mabovu ndio kama tunakula ujana ujana yenyewe sasa uleni katika kumcha katika kumtii Allah semeni tunakula ujana mnalazimiana na ibada mnalazimiana kusoma dini mnalazimiana kumtii Allah yani tunakula ujana mnatumia kuzini na mabinti za watu tunakula ujana wewe hapo unakula ujana au kafa umekula umeliwa

Mtaji wa mfanya biashara inapaswa autumie katika mambo ambayo yatamuingizia yeye faida. Sasa mtaji wa mfanya biashara una mambo mawili, ima unaweza ukawa mwingi na faida ikawa nyingi kutokana na vile anavyoiendesha biashara yake. Pia inawezekana mtaji ukawa mwingi, faida ikawa ndogo kutokana na vile anavyoiendesha biashara yake. Pia hivyo hivyo umri, inawezekana umri ukawa mkubwa, matendo yakawa mazuri kutokana na vile ulivyoutumia. Pia inawezekana umri ukawa ni, ni, ni mwingi alafu matendo mabovu kutokana na vile ulivyoutumia umri wako ko inna hadhihi ad-dunya, ad-dunya daru sar'i wal-akhiratu daru al-hasad, kwamba dunia ni nyumba ya kilimo na akhera ni nyumba ya mavuno. Hapa tunalima, haya tunayofanya yote hapa tunalima, lakini mavuno yetu sasa tukiwa ndani ya mashimo ya kaburi ndio mavuno pale. Bwana wewe kaa kwako, yote duniani matendo yako yote, o sababu mtu anaonyeshwa matendo yake akiwa ndani ya kaburi kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akijaalia siku tukipata fursa tutakuja kuielezea hiyo hadithi namna ambavyo mtu anaanza kutolewa roho ya mtu ambaye mume na si mume na maisha yake ya kaburi, hiyo mada nyingine. Kwa hapo tunalima, mavuno yetu baada ya kufanya kazi, jinsi ya amali, malipo ni kwa mujibu wa matendo tumefan, tumetenda nini? Tumelima nini? Tumelima mpunga, tutavuna mpunga. Watu wamelima bange, watavuna bange, na hivyo hivyo. Umefanya mazuri, utavuna mazuri, na umefanya mabaya, utavuna mabaya. Kwa tusijiwekee limit ya muda, utafanya kesho